Hii ni HMG Africa Back to Africa Movement. Makombora tisa hatari ya Iran ambayo yanaweza kulenga kambi za Israel na Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni Back to Africa. Wiki iliyopita, Iran ilizindua aina mbalimbali za makombora ambayo yana uwezo wa kuvuka Bahari Nyekundu na kushambulia miji mashuhuri nchini Israel na kambi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Mzozo unaoendelea kati ya Israel, Marekani na Iran na washirika wake wa kieneo nchini Lebanon, Iraki, Syria na Yemen unaendelea kuzidisha hali ya wasiwasi katika Mashariki ya Kati. Vita vya hivi karibuni vya Gaza vilivyochochewa na shambulio la Hamasi tarehe saba Oktoba zidi ya Israeli vilisababisha vifo vya raia na utekaji nyara, na sasa ni Iran na Israeli. Ingawa Iran ilikanusha ufahamu wa awali wa shambulio hilo la Hamasi kuishambulia Israeli, lakini Iran iliunga mkono waziwazi na kupongeza shambulio hilo la Hamasi kwa Israeli. Vyombo vya habari vya Irani kama ISNA vimeonyesha silaha za nchi hiyo e ikiwa ni pamoja na aina tisa za makombora yenye uwezo wa kufika Israeli na baadhi yakiwa na kasi ya hadi mph 560 na na masafa maili 1242, na maendeleo haya yanasisitiza hali tete katika kanda na uwezekano wa kuongezeka vita zaidi. Karibu tuyatazame makombola hayo ndani ya HMG Africa. Tukianza na kombola la Sejil. Kombola la Sejil ni kombola la hatua mbili sabiti na la masafa kati lililotengenezwa na Iran. Uundaji wa kombola la Sejil huenda ulianza mwishoni mwa miaka 1990 na muundo wake ulichorwa kutoka kwa makombora hapo awali ya Iran haswa Zelzeli SRBM. Kombora la Sejili lina urefu wa mita kumi na nane, kipenyo cha mita moja pwenti ishirini na tano na uzito wa jumla kurusha kilo elfu ishirini na tatu na mia sita. Kombora hili linaweza kutoa mzigo karibu kilo mia saba hadi safu yake ya kilomita elfu mbili. Upeo wa jua kombora hili ni kama kilomita elfu mbili ingawa takwimu hizi zinatokana na fyuzilaji ya kombora hilo yenye uzito na sifa za utendaji wa nyenzo za kiwango cha anga. Kombora lingine lafahamika kama Kaibal. Kombora la Kaibal pia linajulikana kama Kolamshahri dashi 4 ni kombora la masafa kati la Iran. Kombora hili ni kutoka kizazi cha nne cha familia ya makombora a Kolamshahri. Kombora hili ambalo limetengenezwa na Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lina uwezo wa kubeba kichwa cha kilomita 1500 hadi kilomita 2000. Kombora hilo lilipewa jina la mji wa Iran wa Kolam Shahri ambao ulikuwa eneo la mapigano makali wakati wa vita vya Iraki na Iran katika miaka ya 1980. Zaidi ya hayo, kombora hilo pia linajulikana kama Kaibar lilipewa jina la ngome iliyotekwa na Waislamu wakati wa vita vya Kaibar huko Uarabuni. Kombora lingine lafahamika kama Emad. Kombora la Emadi ni maendeleo muhimu katika mpango wa makombora wa Irani. Kombora hili lina safu ya karibu ya kilomita elfu moja mia saba na uwezo wa kubeba kilo mia saba na hamsini. Ni aina ya kombora la Shahabu 3 ambalo lilitengenezwa kutokana na kombora la Nodong la Korea Kaskazini. Emadi ni kombora la kwanza la Iran linaloongozwa kwa usahihi la masafa marefu kutoka ardhini hadi juu likiwa na gari linaloweza kuendeshwa la MARV ambalo huongeza usahihi wake hadi ndani ya mita 500 kutoka kwenye lengo lake. Hii inalifanya kombora hili kuwa tisho kwa nchi zinazozunguka Mashariki ya Kati, Asia ya Kati, haswa Israel. Kombora lingine la fahamika kama Shahabu 3. Sri Shahabu 3 ni kombora la masafa ya kati linaloendeshwa na kioevu na linalosafirishwa kwa njia barabarani lililotengenezwa na Iran. Kombora hili linatokana na kombora la Nodong 1 la Korea Kaskazini. Shahabu 3 ina safu ya kilomita elfu moja sawa na maili mia sita na ishirini, ikiwa na upakiaji wa kilo elfu moja mia mbili na na masafa ya kilomita elfu mbili sawa na maili elfu moja na mia mbili kombora . Hilo kimsingi ni bora zidi ya Shahabu kubwa, lakini Iran imetumia teknolojia ya uelekezi ya Uchina kwenye vibatara vya baadaye ili kuboreshwa kwa kiasi kikubwa usahihi wa mapigo. Kimsingi, Shahabu 3 ni kombora bora zidi ya malengo makubwa kama viwanja vya ndege vya kijeshi na lina uwezo wa kubeba kichwa cha vita cha tani moja hadi umbali wa kilomita 1000 mpaka 2000. Shahabu 3 inaendeshwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na sio jeshi la kawaida la Iran, Artesh. Mashine nyingine afahamika kama Gandri. Gandri 110 pia linajulikana kama Kadri 110 ni kombora la masafa kati lililotengenezwa na Iran. Kombora hili ni toleo lililoboreshwa la Shahabu 3-A na inaaminika kuwa kombora hili lina hatua kwanza ya mafuta ya kiowevu na hatua pili ya mafuta ngumu ambayo inaruhusu kuwa na umbali wa kilomita elfu moja mia tano. Ghandri 110 linazalishwa katika aina tatu. Ghandri esi yenye umbali wa kilomita elfu moja mia tatu na hamsini, Ghandri hechi yenye upeo wa kilomita elfu moja mia sita na hamsini, na Ghandri efu yenye upeo wa kilomita elfu moja mia tisa na hamsini. Msururu wa makombora Gandri dashi mia moja na kumi hubeba kichwa cha kivita chenye uzito wa kuanzia kilo 650 hadi kilo elfu moja ambapo Gandri F hubeba kichwa cha kivita kigumu zaidi. Kombora hili lina urefu wa mita 15.5 hadi 16.58 na, na uzito wa jumla wa tani 15 hadi 17.48, ambapo mfano wa msingi ni tani 2 Ina maana kombora hili ni zito likilinganishwa na shahabu 3. Kombora lingine lafahamika kama Pave. Kombora la Pave lilozinduliwa na mkuu wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Amirali Hajidaze, ni kombora jipya la masafa lililotengenezwa na Irani, lilitangazwa kuwa na umbali wa kilomita 1650 na kuwezesha uwezekano wa kulenga maslahi ya Israeli au Marekani katika eneo hilo la Mashariki. Kombora la Fataha 2. Fataha ni toleo jipya la kombora la hypersonic lililotengenezwa nchini Irani ambalo linaundwa na mchanganyiko wa makombora ya hypersonic gradi HGV na makombora ya hypersonic cruise HCM. Kombola hili bado linatengenezwa na matoleo zaidi yanatarajiwa kutengenezwa siku zijazo. Kombora la Fataha tu hutumia usanidi wa makombora ya cruise ya hypersonic na injini ya roketi ya mafuta ya kioevu badala ya injini ya ramjet. Kombora hili huruka umbali wa kilomita 1500 hadi 1800 na limeundwa kugonga shabaha bila kugunduliwa Hivyo halionekani katika rada wala mifumo ulinzi wa anga. Kombora hili lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni nyongeza ya mafuta ngumu ya fataha ambayo hubeba kombora hadi urefu fulani kutoka angani, na sehemu ya pili ni kichwa cha kuruka ambacho hutengana na nyongeza na kuwa na injini ya roketi ya mafuta. Umbo la jumla la kichwa cha kuruka cha fataha tu ni sawa na kombora la Boeing X-51 lakini kwa tofauti kwamba ulaji wake wa hewa umeondolewa na injini ya roketi hutumiwa badala ya injini ya ramjeti. Kombora la Fataha tu limeundwa kwa silaha kimkakati kwa Irani yenye uwezo wa kugonga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu na kukwepa kugunduliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Tulitazame Kheibar Shekan. Kombora la Kheibar Shekan ni kombora la masafa ya kati lililotengenezwa na Irani na kuendeshwa na wanaanga wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kombora hili ni kizazi cha tatu cha makombora ya IRGC na lilizinduliwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Kombora hilo linatumia mafuta imara na lina eneo la uhakika la kufanya kazi la zaidi ya kilomita elfu moja mia nne sawa na maili mia tisa. Uendeshaji wa kombora hili ni wa juu sana ikilinganishwa na makombora mengine na kulifanya kuwa kombora la masafa marefu na la kulenga shabaha kwa usahihi. Kombora la Kbar Shekan linaweza kuzingatiwa kama kizazi kipya cha makombora na mabadiliko katika maendeleo ya makombora. Kombora la Kbar Shekan lina uwezo wa kutumia aina mbalimbali za kurushia. Kizindua kinachotumiwa kwa kombora la Kbar Shekan kimewekwa kwenye gari ya magurudumu kumi ambayo pia inaweza kufichwa isionekane katika rada. Na sasa tukamilishe na kombora linalofahamika kama Haji Kasem. Kombora la Haji Kasem. Ni kombora la masafa kati MRBM lilotengenezwa na Iran likiwa na safu ya kilomita 1400 sawa na maili 870 na, na uzito wa kilo 500 sawa na IB 1100. Kombora hili lilizinduliwa Agosti 20 mwaka 2020 elufu mbili na na limepewa jina la marehemu kamando wa Iran Qasem Soleimani ambaye aliuawa na Marekani Januari elufu mbili na kombora la Haji Kasem linachukuliwa kuwa kizazi kipya cha kombora la Fatehe dash 110 na lina uwezo wa kupita na kuikwepa mifumo ya ulinzi wa makombora. Kombora hili limeundwa kuendeshwa na kugonga shabaha bila kugunduliwa. Kombora hili lina uzito wa tani saba sawa na IB 15,000, urefu wa mita 11 sawa na futi 36 na, na kasi ya juu machi 12. Kombora, kombora hilo limetengenezwa na wizara ya ulinzi na usafirishaji wa vikosi vya wanajeshi wa Iran. Kombora hili la Kasem liko kazini tangu tarehe 20 Agosti mwaka wa 2020. Hayo ndiyo makombora hatari kabisa ya Iran.